Kwa nini nani mwingine? Iddy Pialali, karibu. Iddy Pialali, tunakufahamu lakini, kwa faida ya wengine ambao wanatutazama kupitia runinga, naomba ujitambulishe, uongelee mafya na kisha uongelee pambano lako, umejiandaa vipi? Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka siku ya leo kuwepo hapa, yote mapenzi ya Allah subhanahu wa taala. Kwanza napenda kuwatoa wasiwasi wa Tanzania kwanza, kwa sababu wengi watu wa Manzese watu wa Bagamoyo mashabiki wote walikuwa na wataka kujua Pialali inakuaje inakuaje, kwa sababu kuna bondia mmoja alishaongelea kwamba Pialali hawezi kucheza Azam TV. Sasa hii Azam TV ni ya wote ya wa Tanzania na akiwepo Pialali. Kwa hiyo nimerudi, nashukuru wa Tanzania na watu wa Manzese kuwatoa, nimerudi Simba Azam TV tarehe kumi na kiwasha pia, napenda kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassani, na napenda kushukuru uongozi wa Mafia Boxing, kwa sababu hao ndio kila kitu mpaka tunaweza kufikia malengo yetu na Watanzania pia. Na pia napenda kuwashukuru watu wa Manzese, umoja wetu wa Manzese, wote wanaonisikia na wananiangalia, napenda kuwashukuru na mafaiti ipo na ila nachowaidi tarehe kumi siwezi so, kuongea mengi ila tendeni mkaone. Tarehe kumi hizo, vurugu na fujo inazozifanya pale, Mungu ndio ataona siku hiyo. Asanteni sana.